Hakuna aliyekuwa anafahamu kuwa huyu mwanamke alikuwa ni nyoka mpaka usiku wa harusi yao. Jinsi hadithi ilivyoanzia, hapo zamani za kale, katika kijiji kizuri cha Kigamboni waliishi viumbe wa ajabu pamoja na binadamu. Palikuwa na amani na watu waliishi kwa maelewano na viumbe wa porini. Katika kijiji hicho aliishi msichana mmoja aliyeitwa Sara Alikuwa na uso wa kuvutia tabasamu la kupendeza na roho ya huruma. Tabia yake ilikuwa tulivu sana, kiasi kwamba kila mtu alitamani kuwa karibu naye. Watu wa Kigamboni walimpenda sana. Sara alikuwa mrembo kupita kawaida na kila kijana kijijini alitamani kumuoa. Walimwambia kila mara, Sara, wewe ni mzuri ajabu, tafadhali uwe mke wangu. Lakini Sara hakuwahi kukubali. Alikuwa akitabasamu kwa upole na kujibu, asante sana, lakini bado sijawa tayari. kila siku Sara alikwenda sokoni kuuza bidhaa zake, matunda na mboga za majani zilizong'aa kwa afya. Wateja walipenda kununua kwake kwa sababu alionekana kuwa na baraka ya pekee. Lakini hakukuwa na mtu aliyewahi kujua Sara anaishi wapi. Kila siku alifika mapema sokoni na kabla jua halijazama alikuwa ameondoka. Nyumbani kwake palikuwa fumbo kubwa. Wanakijiji walianza kunong'ona, huyu msichana anaishi wapi? Kwa nini hashirikiani na watu nyumbani kwake? Lakini Sara aliendelea na maisha yake kwa utulivu, akiwa mkarimu na mwema kwa kila mtu, lakini hakuwahi kushiriki habari zake binafsi. Kwa hiyo Sara aliendelea kuishi kwa amani Kigamboni, akipendwa na wengi, lakini akiwa na maisha ya siri ambayo hayakujulikana na yeyote. Siku moja yenye jua kali, kijana mwenye sura ya kuvutia na mrefu aliyeitwa Baraka alifika Kigamboni kwa ajili ya kununua matunda na mboga. Alikuwa ametoka upande wa pili wa mji akivutiwa na hadithi za sokoni pale Kigamboni. Alipomwona Sara, moyo wake ulidunda kwa kasi, alishindwa kuondoa macho yake kwake. Subanallah, alijisemea, huyu msichana ni mzuri kama jua la asubuhi. Baraka alimkaribia Sara kwa heshima. Shikamoo dada, jina langu ni Baraka, naweza kujua lako? Sara alitabasamu kwa upole na kusema, marahaba, naitwa Sara, unahitaji nini leo? Baraka alijikuta akicheka bila kutarajia. Alinunua baadhi ya matunda, lakini alibaki hapo sokoni kuendelea kuzungumza naye. Walizungumza kuhusu hali ya hewa, maisha ya Kigamboni na biashara ya soko. Baraka alivutiwa sana na sauti ya Sara, ilikuwa ya utulivu na ya kuvutia. Tabasamu lake lilimpa faraja isiyoelezeka. Kuanzia siku hiyo, Baraka alianza kuja Kigamboni kila siku. Wakati mwingine hakuja kununua chochote ila tu kuonana na Sara. Walizidi kuwa marafiki wa karibu, na kwa haraka moyo wa Baraka ukawa umejaa mapenzi kwa Sara. Siku moja jioni, wakati soko linafungwa, Baraka alimuona Sara akikusanya bidhaa zake. Alimkaribia na kusema, "Sara, usiku unaingia, tafadhali nikupeleke nyumbani. Si salama kutembea peke yako." Sara alisita. "Hapana Baraka, niko sawa," alisema kwa sauti ya taratibu. Lakini Baraka alisisitiza kwa upole. Hatimaye Sara alikubali na wakaondoka pamoja. Walitembea kando ya njia ya vichaka inayopita karibu na mto. Anga lilikuwa linazidi kuwa giza na upepo ulianza kuwa baridi. Ghafla, Baraka alihisi mkono baridi ukimgusa mgongoni. Aligeuka kwa ghafla, lakini hakukuwa na mtu yeyote. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Alimtazama Sara aliyekuwa mbele yake akitembea kwa utulivu bila hata kujua kilichotokea. Hofu ilimjaa Baraka. Alisimama na kusema kwa sauti ya kupwaya, "Sara, inafikiri ni bora nirudi Kigamboni, giza linazidi kuingia." Sara aligeuka na kumtazama kwa tabasamu la utulivu, akasema, sawa Baraka, kama umeogopa rudi salama. Baraka alitikisa kichwa kisha akageuka na kukimbia kurudi kijijini. Alikimbia mpaka alipofika nyumbani kwake huku akitetemeka kwa hofu. Tangu siku hiyo, Baraka hakurudi tena sokoni kumwona Sara. Hofu ya yule mkono baridi usiku ule haikuweza kumtoka akilini. Sara alimkosa Baraka, lakini aliendelea na maisha yake ya amani. Wanakijiji walianza kuulizana, kule kijana wa soko aliyeitwa Baraka ameenda wapi? Kulitokea nini kati yao? Lakini hakuna aliyekuwa na jibu. Hakuna aliyefahamu kuwa Sara alikuwa na siri kubwa sana. Yeye hakuwa binti wa kawaida kabisa. Sara hakuwa msichana wa kawaida wa Kigamboni. Kwa kweli asili yake ilikuwa ya kichawi. Alitoka kwenye familia ya viumbe wa ajabu waliokuwa wakiishi msituni mbali na kijiji. Familia hiyo haikuwa ya binadamu wa kawaida, walikuwa na uwezo wa kubadilisha maumbo yao. Wengine walikuwa na maumbo ya wanyama, wengine wa nusu binadamu nusu viumbe wa porini, lakini Sara pekee ndiye aliyekuwa na uwezo wa kuonekana binadamu muda wote. Familia yake ilimpenda sana, lakini pia walimlinda kupita kiasi. Wazazi wake walimwonya kila mara, Sara, usithubutu kupenda au kuolewa na binadamu. Dunia yao ni tofauti sana na yetu, ukijichanganya nao utajiumiza. Lakini Sara alikuwa na moyo wa kipekee, alitsara kuwa huru, alitsara marafiki, maisha ya kawaida, na hata mapenzi halisi kama wanadamu wengine. Alikuwa anazidi kuchoshwa na mipaka ya familia yake. Wakati Baraka alianza kumtembelea kila siku, moyo wa Sara ulichangamka. Lakini wazazi wake waliona hilo, wakawa na wasiwasi. Hawakutaka aingie kwenye mapenzi na binadamu, na hivyo wakaamua kutumia njia ya kumtisha Baraka. Ile mikono baridi aliyohisi Baraka mgongoni ilitokana na hila ya familia ya Sara, waliotaka kumtisha ili amkimbie binti yao. Sara alihisi huzuni kubwa. Alimpenda Baraka na hakupenda kumwona anaondoka kwa woga. Hakutaka tena kuishi maisha ya kuongozwa na hofu ya familia, alitaka kuchagua mwenyewe maisha yake. Kwa hiyo, Sara alifanya uamuzi mkubwa. Aliamua kukata kabisa uhusiano wake na familia ya kichawi na kuishi maisha ya kawaida kama binadamu katika kijiji cha Kigamboni. Siku moja mapema asubuhi, Sara alitoka nyumbani kwake kwa siri na kuelekea kwenye msitu mkubwa ambako familia yake waliishi. Alifika kwenye mti mkubwa ulioitwa Mzimu wa Abiri, mahali ambapo waliamini kuwa kuna roho ya kale yenye uwezo wa kusaidia anayehitaji kuanza maisha mapya. Sara alipofika mbele ya madhabahu ya Abiri, alipiga magoti na kusema kwa sauti ya heshima, "Ee roho kuu ya Abiri, nimechoka kufungwa na maisha haya." Nataka niishi kama binadamu huru. Tafadhali kata kila kifungo kilichonifunga na familia yangu ya kichawi." Kwa muda kidogo kulikuwa kimya, kisha mwanga wa taratibu ulitokea ukifunua sura ya roho wa Abiri. Sauti yake ilikuwa ya utulivu na yenye mamlaka. "Sara, najua unachokitaka," alisema Abiri, "nitakupa uhuru wako lakini fahamu jambo moja, familia yako haitakubali kwa urahisi, wanaweza kukulani kwa kukataa damu yao. Sara alitazama juu kwa ujasiri. Najua, lakini bado nataka niwe huru, niko tayari kwa chochote. Kwa ishara ya mkono, roho ya Abiri alikatakata mfungamano uliokuwa unamfunga Sara na familia yake. Wakati huo huo upepo laini ulipita, na Sara alihisi mzigo mzito ukiondoka begani mwake. Lakini pale pale, kule msituni, mama yake mzazi alihisi maumivu ya kuachwa. Akiwa amejawa na hasira na huzuni, alitazama angani na kusema kwa sauti ya laana, usipate furaha kwa binadamu. Popote utakapoenda, mapenzi ya kweli yatakukimbia, wataacha moyo wako ukiwa umejaa maumivu na hivyo laana ilitumwa kimya kimya, ikamfuata Sara kijijini. Sara hakujua kuwa mama yake alimlaani. Alirudi Kigamboni akiwa na matumaini makubwa. Alianza maisha mapya, akiendelea kuuza sokoni, akitabasamu na kuzungumza na watu, lakini kila usiku alihisi kivuli kisichoonekana kikimfuata: hofu, huzuni na upweke usioeleweka. Miaka ilipita. Sara aliendelea na maisha yake Kigamboni kama mfanyabiashara sokoni. Ingawa alijitahidi kuwa mchangamfu na mwenye tabasamu, moyoni alikuwa na huzuni aliyoficha, maumivu ya kupoteza mapenzi na laana isiyoonekana iliyokuwa ikimfuatilia. Lakini siku moja yenye jua la upole, wakati Sara alikwenda mtoni kuchota maji, alikaa juu ya jiwe kubwa pembeni ya mto na kutazama maji yaliyokuwa yanatiririka kwa utulivu. Alikuwa akiwaza maisha yake, changamoto alizopitia, na kutamani kuwa na mtu wa kushiriki maisha naye. Akiwa hapo, alisikia sauti ya upole, hujambo, unaonekana mwenye mawazo mengi. Aligeuka na kumwona kijana mmoja mrefu mwenye uso wa upole na macho ya huruma. Alikuwa amevaa shati jeupe lililofungwa kwa kitambaa kiunoni, na mkononi alikuwa ameshika kijungu cha maji. Jina langu ni Tumaini, alisema kijana huyo huku akikaribia kwa heshima. Nilikuwa napita na nikaona unakaa peke yako hapa. Nilitaka tu kuhakikisha uko salama. Sara alishangaa, lakini pia alihisi joto fulani la faraja kwenye sauti ya Tumaini. Asante Tumaini, alisema kwa sauti ya upole. Naitwa Sara. Walianza kuzungumza hapo pembeni ya mto. Mazungumzo yao yalikuwa mepesi, yenye ucheshi wa asili. Sara alijihisi salama na bila kujua alianza kumfungukia Tumaini kuhusu maisha yake, si yote, bali yale aliyoweza kushiriki. Kwa siku zilizofuata, Sara na Tumaini walikutana mtoni mara kwa mara. Wakati mwingine walizungumza, wakati mwingine walikaa kimya, wakitazama maji na kusikiliza sauti za ndege. Tumaini hakuwa mtu wa kuuliza sana, alijua wakati wa kuzungumza na wakati wa kusikiliza. Polepole, Sara alianza kuhisi moyo wake ukifunguka tena. Tumaini alikuwa tofauti na wale wengine. Hakumsukuma, hakumshawishi, bali alikubali uwepo wake jinsi ulivyo. Siku moja walipokuwa wameketi juu ya jiwe walilolizoea, Tumaini alimgeukia na kusema kwa sauti ya uaminifu, Sara, nafahamu hujapitia maisha rahisi, lakini nataka ujue kuwa wewe ni mtu wa kipekee. Nahisi naweza kuwa sehemu ya maisha yako kama utaniamini. Sara alitulia kwa muda, alikumbuka laana ya mama yake, alikumbuka jinsi Baraka alivyomwacha, alikumbuka baridi ya upweke iliyomwandama usiku na mchana, lakini alipoangalia macho ya Tumaini aliona ukweli aliona mtu aliyekuwa tayari kumpokea bila masharti. Kwa sauti ya kitetemeko, Sara alisema, Tumaini, hii nimeumia sana. Kuna mambo mengi hujui kuhusu mimi, naogopa eh. Tumaini alishika mkono wake kwa upole. Sijui yote Sara, lakini ninajua hili, ninakupenda na niko tayari kukabiliana na lolote pamoja nawe. Sara alitabasamu kwa mara ya kwanza, kwa dhati kabisa. Machozi ya matumaini yakamtiririka usoni. Walikumbatiana pale mtoni, mwanzo wa maisha mapya yaliyojaa ujasiri na ahadi. Habari za uchumba wa Sara na Tumaini zilienea kijiji kizima cha Kigamboni kama moto wa nyika. Wanakijiji walifurahi mno, hatimaye walinong'ona, msichana yule mrembo mwenye upole wa kipekee amepata mtu wa kumfaa. Matayarisho ya harusi yalianza mara moja. Sokoni watu walishona nguo za rangi za harusi, walipamba uwanja wa kijiji kwa maua yaliyochumwa porini na wanawake walipika vyakula vya aina mbalimbali. Kila mtu alihusishwa. Harusi ya Sara ilikuwa kama tamasha la jamii. Siku ya harusi ilipowadia, jua liliangaza kwa nguvu na upepo mwanana wa baharini ulipuliza kwa upole. Sara alivaa vazi lake jeupe lenye mapambo ya kikabila, uso wake uking'aa kama mwezi wa usiku wa manane. Tumaini alisimama kwa fahari akiwa amevaa kanzu na kilemba cha heshima. Waliapa kiapo cha upendo mbele ya wazee wa kijiji na familia za wote wawili. Watu walicheza ngoma, waliimba nyimbo na walikula hadi usiku. Lakini usiku ulipoingia, kila kitu kilianza kubadilika. Sara na Tumaini walielekea kwenye kibanda chao kipya kilichojengwa pembezoni mwa kijiji, karibu na msitu. Walipofika ndani waliketi kimya wakitabasamu kwa furaha ya ndoa yao mpya. Lakini ghafla Sara alianza kujihisi tofauti. Alijisikia baridi ya ghafla ikipenya kwenye ngozi yake. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Macho yake yakabadilika rangi. Mwili wake ukasikia kitu cha ajabu kikianza kutembea ndani yake kama nguvu za ajabu zikimvuta kugeuka. Tumaini alimtazama kwa wasiwasi, "Sara, unaendelea vipi?" Sara alishindwa kuzungumza. Alishika kichwa, akapumua kwa nguvu. Miguu yake ikaanza kuungana, na ngozi yake ikaanza kubadilika kuwa na magamba ya rangi ya kijani yenye mistari ya kahawia. "Tumaini, e, samahani," alijaribu kusema kwa shida. Kwa sekunde chache Sara aligeuka kuwa nyoka mkubwa wa ajabu, mrefu, mwenye macho yenye huzuni na magamba yanayomeremeta chini ya mwanga wa taa. Alisimama akitazama, akasogea kama halafu, alishindwa kelele kubwa kwa muda, alikimbilia nje ya nyumba yao akipiga yowe, msaada! Sara ni nyoka! Sara ni nyoka mkubwa! Wanakijiji waliosikia kelele walikimbia kuelekea nyumbani kwao Walifika huku wakibeba fimbo, mashoka, wengine wakiwa na tochi na vibatari. Walimkuta Tumaini ameketi chini akitetemeka, akionyesha kwa kidole kuelekea mlango wa chumba. Wazee wa kijiji walitoa amri, fungua mlango tuone kwa macho yetu. Mlango ulipofunguliwa wakakuta nyoka mkubwa wa ajabu akijizungusha polepole pole sakafuni, macho yake yakitoa machozi ya huzuni. Walakini ndani ya sura ya yule nyoka bado kulikuwa na uso wa Sara, upole ule ule waliomzoea wanakijiji. Wakagwaya, wakashangaa, wakabaki kimya, wengine walianza kuhema kwa hofu. Hii ni laana, hii ni uchawi, mbona hatukujua siku zote? Wazee wa kijiji walikusanyika na kutoa uamuzi, mwite mtabiri wa kijiji, Bibi Kisura. Wakati hali ikiwa ya taharuki, wazee wa kijiji walimpeleka Tumaini na Sara, bado akiwa katika umbo la nyoka, kwenye uwanja wa kijiji. Watoto waliwekwa mbali, wanawake walikaa kwa hofu na wanaume walizunguka kwa tahadhari wakiwa tayari kwa lolote. Mara Bibi Kisura, mtabiri wa kijiji ambaye alikuwa amekaa kimya kwa miaka mingi, alifika. Alikuwa mzee mwenye nywele nyeupe zilizofungwa kwa hirizi, macho yake ya kahawia yakiwa kama yanapenyeza ndani ya roho ya mtu. Alitembea taratibu kuelekea katikati ya uwanja huku fimbo yake ikigonga ardhini kwa uzito wa hekima. Aliposimama mbele ya Sara aliyekuwa bado katika umbo la nyoka, Bibi Kisura alifunga macho na kupumua kwa kina, kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu, Sara, jieleze mbele ya watu hawa Tueleze wewe ni nani na umetoka wapi. Mara sauti ya Sara ilisikika, sauti ile ile ya upole ambayo wanakijiji waliijua, lakini sasa ikitokea kwenye kinywa cha nyoka. Naitwa Sara, alianza kwa huzuni. Nimetoka kwenye familia ya viumbe wa kichawi wanaoishi msituni. Mimi pekee kati yao niliweza kuishi katika umbo la binadamu. Nilikuja Kigamboni kutafuta maisha ya kawaida. Nilitamani kuwa kama wengine, kuishi na kupenda kama binadamu wa kawaida, lakini familia yangu hawakutaka niwe na mahusiano na binadamu kwa hofu kuwa wataniumiza. Alisimama kwa muda, machozi yalimtiririka, ingawa alikuwa katika umbo la nyoka. Nilikata uhusiano nao, nikaenda kwa Roho wa Abiri, na kuomba niwe huru, lakini mama yangu alinilaani akisema sitawahi kupata furaha kwa binadamu. Laana hiyo imenifuata hadi leo. Watu waliokuwa wametega sikio walikaa kimya. Hali ya hofu ikaanza kubadilika kuwa huruma. Walimkumbuka Sara aliyewahi kuwasaidia sokoni, aliyewahi kuwalipia waliokosa pesa, aliyewahi kuwahudumia wazee bila kutaka malipo. Bibi Kisura aligeuka na kumtazama Tumaini. Wewe kijana, je, una la kusema? Tumaini alikuwa ametulia akiwa kimya kwa muda mrefu. Alisimama taratibu, akasema kwa sauti ya aibu, ndiyo, nina la kusema. Nilipokutana na Sara nilimpenda kwa dhati, lakini niliingia kwenye uhusiano huu nikiwa na tamaa. Nilitaka kutumia nafasi hii kwa ajili ya faida yangu. Nilidhani ningeweza kufaidika na mali na umaarufu wake. Nilikuwa na mpango wa kumwacha baadaye wanakijiji walipiga kelele za mshangao. Tumaini, hatuamini! Wengine walilia. Bibi Kisura alitingisha kichwa. Umevunja moyo wa mtu aliyejitolea kupenda bila kujali maumivu yake ya zamani, umeonyesha tamaa, sio upendo wa kweli. Kisha akasema kwa sauti ya mwisho ya uamuzi, Tumaini, hautaweza kuishi mbali na Sara. Kuanzia leo, mtakuwa mume na mke halali Hutamwacha. huu ni mzigo wa kosa lako. hili ni funzo kwa wote kwamba mapenzi ya kweli yanahitaji uaminifu na si tamaa. Wanakijiji walikaa kimya kwa muda, kisha wakaanza kunong'ona kwa huzuni na mshangao. Tumaini alinamisha kichwa, akakubali kimya kimya. Baada ya uamuzi wa Bibi Kisura kutolewa mbele ya kijiji kizima cha Kigamboni, hali ya kimya kizito ilitanda. Hakukuwa tena na shangwe wala muziki wa harusi. Badala yake, watu walitawanyika kimya kimya, kila mmoja akiwa amebeba uzito wa yale yaliyotokea. Tumaini alisimama pembeni ya Sara ambaye bado alikuwa katika umbo la nyoka. Alimtazama kwa macho yaliyojaa majuto, lakini pia walakini, na utayari wa kubeba jukumu. Wazee walimwambia, sasa ondokeni, hamwezi kuishi tena miongoni mwa sisi. Nendeni mkajitafutie njia yenu kama ilivyoagizwa na mtabiri. Na hivyo Sara na Tumaini walikusanya vitu vyao kidogo na kuondoka Kigamboni usiku huo. Waliingia kwenye msitu mnene uliokuwa ukizunguka kijiji, msitu ambako familia ya Sara waliwahi kuishi. Hewa ndani ya msitu ilikuwa nzito na tulivu. Viumbe wa ajabu walijificha ndani ya giza la miti mikubwa. Lakini Sara aliujua msitu huu ulikuwa nyumbani kwake wa zamani. Walipofika kwenye eneo la siri katikati ya msitu, familia ya Sara walitokea. Hawakuwa kama binadamu, walikuwa katika maumbo ya ajabu. Wengine walikuwa na miguu ya simba na uso wa binadamu, wengine walikuwa na mabawa ya tai lakini miili ya nyoka. Walizunguka kimya, wakimtazama Tumaini kwa macho makali. Tumaini alihisi hofu lakini alisogea mbele na kuinamisha kichwa, akasema, najua nilikosea, nilimuumiza Sara kwa tamaa yangu, lakini sasa ninatambua thamani yake. Sitamwacha, niko tayari kujifunza kuheshimu mila zenu na kuishi naye kwa uaminifu. Katikati ya viumbe hao alitokea mama wa Sara, kiumbe wa ajabu aliyevaa vazi la magamba yaliyomeremeta Alimtazama Tumaini kwa macho makali, kisha akasema kwa sauti ya upole lakini kali, laana yetu bado ipo, lakini tumeona toba yako ni ya kweli. Hivyo basi hatutakuzuia, lakini kumbuka, kuishi nasi si rahisi. Heshima, kujifunza na kupokea yale usiyoelewa ndicho kitatakacho kuweka salama. Tumaini alikubali kwa unyenyekevu. Na hivyo familia ya Sara walimkubali kuwa sehemu yao. Wakamkaribisha katika ulimwengu wa kichawi, ulimwengu wa usiku, miujiza na hekima ya kale. Muda ulipita. Sara alijifunza kuishi kwa amani akiwa katika maumbo tofauti, wakati mwingine akiwa binadamu, wakati mwingine akiwa nyoka au hata kiumbe wa aina nyingine. Tumaini naye polepole alizoea maisha mapya, aliwasaidia familia ya Sara, alijifunza lugha ya msituni na aliheshimu miiko yao. Kadiri miezi ilivyopita, Sara alihisi huzuni yake ikitoweka. Hakuhitaji tena kujificha, hakuhitaji tena kuigiza, aliweza kuwa yeye mwenyewe na bado kupendwa. Tumaini naye aliweza kuona uzuri wa mapenzi ya kweli ambayo hayaangalii umbo wala historia, bali moyo safi na nia ya kweli. Katika msitu wa ajabu ulio pembeni mwa Kigamboni waliishi kwa Sara, siyo maisha ya kawaida kama walivyotarajia, lakini yalikuwa maisha ya ukweli, ya mapenzi ya kweli na ya kukubaliana na tofauti za kila mmoja. Mafunzo makubwa kutoka kwenye hadithi ya Sara na Tumaini he. Mapenzi ya kweli yanahitaji uaminifu, si tamaa. Tumaini alipoingia kwenye uhusiano kwa nia ya tamaa na faida binafsi, matokeo yake yalikuwa machungu. Hadithi hii inatufundisha kwamba mapenzi ya kweli hujengwa juu ya uaminifu, heshima na nia safi, si kwa manufaa ya haraka. Sura ya nje si kila kitu, uzuri wa kweli uko ndani. Sara alikuwa mrembo sana kwa nje, lakini pia alibeba historia nzito na laana ya kichawi. Hadithi hii inatufundisha tusihukumu kwa nje tu, kujua mtu kwa undani na kumpenda jinsi alivyo ni msingi wa mahusiano ya kweli. Laana, chuki au hofu haziwezi kushinda mapenzi ya kweli. Laana ya mama wa Sara ililenga kumzuia kupata furaha, lakini mapenzi ya kweli kati ya Sara na Tumaini yaliivunja ile laana taratibu. Hadithi inatufundisha kuwa upendo wa kweli unaweza kushinda vikwazo vya kale ikiwa tu kuna uaminifu na uvumilivu. Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii, naomba ulike video yangu na ukomenti. Pia na kuomba usubscribe kwenye chaneli yangu. Asanteni.